Kuwekeza kwa uwezo wetu ili kukuza kariya ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far tumshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza kufanikisha kwa kwa kwa kuwaletea superstars kadhaa ikiwa Mchinga, Kina Njela, Kilichidi walikuwa pokea na Country Boy na wao wote walioondoka hakuja kuwa na matatizo yote na wote wana own masters zao na, yeah, for good and for peace namna mtu yote mwenye maandiko ya kudaiwa. So uh, that's how we live live by live then each other, lakini pia speaking of Basata uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe, nataka kujua issue ni nini kwa sababu sikutegemea na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na bwana Chinga, sikutegemea kama angeweza kufika Basata baada ya kila sanaa usuluhisho sasa mimi naomba management yangu niwakilishe izungumze na viongozi wa uh, Basata kuona wanapataje mwafaka, lakini wakaniambia, waniambia so far nisingeweza kuyashia sasa uh, hivi, na mimi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au wa msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe, na uh, sikuona hiyo haja ya kutengeneza kaki ya sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na nitaharuka uh, so as I said my decision kuswaende akafanya mziki wake na make sure mnamsupport pia. Na mwisho kama sikosei speak na um, uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemwita chumbani. Nilikuwa sijui nimeambia amtoe uh, mama yake mzazi uh, it's sad na sio kwamba sijui how it's tarnish image, na sio kwamba sijui kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwani kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea uh, mkono huwezi kukata, utafanyaje? Uh, press nimemwachia Mungu, second nimemsamee uh, na mwisho na mwombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake kiona kuna tija sawa, akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia anastahili kuombwa msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu. Ikimpendeza basi kwa wakati wake, aseme sana, aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati kabisa. Naamini atamuongeza baraka zaidi na atafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa, na yeye ni my brother, na sisi atende kwa my brother, Konde Gang, nyumbani kwake because Konde Gang made him. Ya, kwa hiyo ushimu the best. So kwa kusema hayo, ni washukuru sana kwa kuendelea kuisupport kundi gang. Nashukuru sana kwa kuendelea kutuunga mkono siku zote. Kuna superstars kibao wanakuja na ah, uh, thank you so much for your time watching this and kundi gangs, for everybody, this is kundi boy.